Na mnaitwa Njeru Mbugua, mtangazaji wetu wa ishara ni Byron Abuli na siko peke yangu, niko na pacha mwenzangu <laughs> Bi Jamila Mbogwa. Ungana nasi hadi tamati, vile vile unaweza kuzungumza nasi katika mitandao yetu yote ya kijamii at KBC Channel 1, vile vile at Jamila Mbogwa na at Wanjiro Mbugwa. Rais William Ruto amekariri kwamba iwapo wakenya wataamua kumtomchagua kwa kipindi cha pili wa wadhifani baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ataondoka kwa amani, na akizungumza katika siku ya mwisho ya ziara yake ya kimaendeleo katika eneo la mlima Kenya, katika eneo la bunge la Odha, eneo bunge la Odhaya, kaunti ya Nyeri, rais alisema kuwa rekodi yake ya maendeleo katika miaka iliyotawala inafaa kuwaongoza wapiga kura. Wakati huo huo, viongozi walioandamana na rais walitoa wito kwa wakenya kumpa rais na utawala wake kipindi kingine ili kukamilisha miradi inayoendelea kote nchini. Mwanahabari wetu Abdi Aziz Hashim anatuarifu zaidi. Kwenye mkondo wa mwisho wa ziara yake ya kimaendeleo katika eneo la mlima Kenya, rais William Ruto aliandamana na naibu wake profesa Kithure Kindiki na viongozi kadhaa wa Kenya Kwanza. Walikita kambi katika kaunti za Nyeri na Kiambu. si nyinyi ndio wende kazi ama mnasemaje? Ni katika eneo bunge la Othaya ya kaunti ya Nyeri ambapo rais alisema atakabiliana na washindani wake kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Mambo ya siasa itakuja siku yake, na nyinyi wananchi, si nyinyi ndio mmetupatia hizi makazi? Si mumetupatia MCA kazi yake? Si mumepatia mbunge kazi yake? Si seneta hako na yake? Si gavana hako na yake? Si hii mulinipatia yangu niko naye? Si kila mtu afanye kazi? Jameni, huyu rais wa tano, Mheshimiwa William Ruto, ameshikilia ile siasa nzuri tulifundishwa na Mwai Kibaki ya kuweka mambo ya wananchi mbele, maneno ya maendeleo mbele, mambo ya siasa inakuja, mambo ya kampeni. Rais Ruto alikariri kwamba yuko tayari kuondoka mwaka 2027 iwapo atashindwa kutimiza maazimio ya wapiga kura. Mtakuja kuniuliza mtiani mimi, nitakuja kufanya mtiani yangu, nyinyi mutasahihisha. Nikipita mi naendelea, nisipopita mi naenda kulima, hakuna problem. Ama namna gani, jamani? Rais aliyewashtumu wakosoaji wake alisema wanafaa kumruhusu watimize ahadi zake kwa Wakenya. Tumekubaliana wakora matapeli katel, ambao wamesumbua wakulima wa kahawa tuwasafirishe kutoka taifa letu la Kenya, ili wakulima wetu wa kahawa wapate haki yao kwa mambo ya kilimo ya kahawa Amiri jeshi mkuu alitoa wito kwa viongozi katika kaunti ya Kiambu kukomesha mizozo ya ndani na badala yake kuangazia kuhudumia umma. Si nyinyi ndio mtasota uti, iko haja ya kulumbana saa hizi? Hakuna haja, kila mtu afanye kazi yake, si ndio? Kati alikuwa anatafuta kura, alikuwa anakuja kanisa hapa, anakuja harambee, anakuja kutusalimia. Sasa tunataka arudi tunatembea kumi bila break ama namna gani? Ni uongo ama ni ukweli Harambee? Kwa hivyo wale watu wa uongo, mtu mtuwasikize. Sisi watu wa udhaya ni watu wa kutaka amani, tunataka maendeleo ama tunataka siasa? Tunataka maendeleo, si ndio? Hii watu wa udhaya, unaona hapa hatuna matanda sisi, tunataka kazi ifanyike na leo rais alikagua miradi ya serikali inayoendelea ukiwemo ujenzi wa nyumba za bei nafuu wa Ruringu. Vilevile vile alizindua miradi ya serikali ikiwemo soko la kisasa mjini Othaya. Miradi sawa na hiyo ilizinduliwa katika kaunti ya Kiambu. Katika muda wa siku tano zilizopita rais Ruto alizuru kaunti za Meru, Nyandarua, Kirinyaga, Tharakanithi, Muranga, Laikipia na Embu. Rais William Ruto ameshikilia kuwa atazidi kuzuru maeneo kadhaa nchini, huku akitamatisha ziara yake Mlima Kenya hii leo. Abdi Aziz Ashim kutoka eneo la Uthaya, kaunti ya Nyeri.